inayozidi kuwaathiri wakazi wa maeneo mbalimbali hususan vijijini. Kwa miezi kadhaa sasa, familia nyingi katika maeneo ya Kajiado kusini yamekuwa yakilazimika kutembea mwendo mrefu kutafuta maji. Wakazi sasa wanaitaka serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa kuingilia kati kwa haraka ili kuzuia janga kubwa. Nancy Kering ametuandalia taarifa ifuatayo. wakazi wa Imbirikani na Isara katika kaunti ya Kajiado wamelalamikia kukatizwa kwa huduma ya maji kutoka mradi wa Nonturesh, hali ambayo imesababisha athari kubwa kwa jamii inayotegemea chanzo hicho kikuu cha maji safi. Hivi sasa tukiongea, hatuna maji na hatuna messages ya kwamba maji itakatwa. Ilikatwa tu with only one decision from one person and that is the manager of this water, na hakuna mtu amepewa notice hata siku moja. We demand that this water should be brought back na tuongee tuwe na public participation. If there is any change to be made, let it be made with participation with the community. Mradi wa Nolturesh Water Pipeline Project uliozinduliwa kama suluhisho la muda mrefu kwa uhaba wa maji Kajiado Kusini ulilenga kusambaza maji kutoka milima ya Oloitotok hadi maeneo kama Loitotok, Imbirikani, Isinet, Isara na Mashuru. Mradi huu una uwezo wa kusambaza mamilioni ya lita za maji kwa siku na uligharimu mabilioni ya fedha kwa ushirikiano wa serikali ya kitaifa ya kaunti na wahisani wa maendeleo. watu wa, watoto wamekaa bila maji shuleni, wagonjwa wamekaa bila maji hospitali, ng'ombe mifugo zetu hawana maji, kina mama wanateseka, hata wanyama mandovu leo tulikuwa na wao manyumbani. Sisi tunasema wewe hujatupea notisia yeyote. Leo sisi tunakupatia wewe kwamba tunataka maji le. Imefika mahali community inasema enough is enough, imetosha. Dhuluma ambayo tumeona hapa imetosha. We ask you with all due respect, our, due, our leaders we respect you and we love you, ingilieni maneno haya ili tusiachilie watu wakuje wadhulumu watu wetu na kufanya yale mambo ambayo haifai katika community yetu. Wakazi hao sasa wanahoji sababu ya huduma hiyo kukatizwa bila taarifa, huku wakihofia kuwa hali hiyo huenda ikaathiri afya, elimu ya watoto na usalama wa chakula kutokana na vifo vya mifugo na hali ya kiu inayoendelea. Tumekuja hapa kwa sababu ya shida ya maji, tuko na kiu. Watoto wanaangaika, mifugo wanaangaika, mpaka hata wanyama wapori wanaangaika pia. So tunaomba serikali kaunti ya Kajiado ituangalie kwa sababu ya maji. Mpaka sasa hii hatujakunywa maji three weeks ago so, hata ata wanyamapori wanakuja nyumbani kutusumbua kwa sababu ya kiu. Media imekata maji wesianndure watu wameteseka, hata watoto wa shule hakuna mtu mwingine akopara maji ya kunywa dawa. Wakati changamoto ya ukame inazidi kuikumba Kajiado Kusini, wakazi wa Imbirikani na Isara wanatoa wito kwa serikali na mamlaka husika kurejesha huduma ya maji kutoka mradi wa Nolturesh, mradi ambao ulileta matumaini makubwa, lakini sasa umeacha jamii ikiwa na kiu na maswali mengi. Nancy Kering, Runinga ya Citizen, Kajiado Kusini.